Uh, ni hanga la kimichezo na tunazungumzia Simba kimataifa. Kwa hivi sasa midalo imekuwa mingi mara baada ya Simba eh, kufungwa eh, ardhi ya ugenini. Wanatafsiri kama mlima Everest kuupanda, wapo ambao wameupanda lakini walipitia tabu kweli kweli, wengine wanauona mfupa mgumu eh, aliyepewa kibogoyo kutafuna na kati kinywa chake akina meno Kwenye hili Simba anaonekana hakuna jipya alilolifanya, wala hakuna makubwa ya kimafanikio aliyowahi kuyafanya. Robo finali kujivunia bado si kitu. Safari hii hapa anatakiwa kupita kwenda hatua ya nusu finali. Kitakachowastaajabisha wengi ni Simba kurudi na kombe la shirikisho barani Afrika. Ni kweli mnyama ana mtihani mgumu sana, na majibu yake anatakiwa afanye, eh, atumie muda wake wa ziada kwenye kujifunza zaidi, ili aende kufaulu mtihani uliopo kwa sasa. Of course kwa kusema kwamba Simba ana mechi ngumu katika mzunguko wa pili wa, katika return leg ya, ya kombe la shirikisho kwenye knockout stage ni kweli. Mimi napenda na wanavyosema hivyo, na of course ni kweli kwamba Simba wana mechi kubwa, lakini kinachotofautisha Simba na timu zingine ni kwamba Simba mara nyingi eh, kitu, umeelewa yani, kitu kitu kitu kikitokea kikionekana kigumu kwa watu wengi, Simba ndo mara nyingi huwa wana proof kwamba inawezekana, si unanielewa? Ya, kwa hiyo katika e, mechi kama hii ndio Simba wataongeza onge, wata ule ukubwa wao, unajua e, value ya mchezo itaongezeka pale ambapo Simba watafanya comeback kutoka kwenye, kwenye, kwenye kupoteza mabao mawili hadi kutengeneza mabao ya kuweza kuwafanya progress kwenye hatua ya nusu nusu finali. Unajua, ugumu wa mechi kwenye knockout stage ndio unafanya mechi inakuwa tamu. Umeelewa? Tofautisha, unakutana na timu kama Rivers United kwenye robo final ambayo ni timu ambayo kama Simba angecheza kwenye Champions League angekutana nayo eh, automatically kwenye preliminary stage ya CAF Champions League. Na ndio ukweli ambao watu ukiwaambia watakasirika. Mm. Lakini Rivers United ukikutana nayo kwenye robo finali ni sawa sana timu ambayo unakutana nayo kwenye preliminary stage ya CAF Champions League. Umeelewa? Yeah, yeah. Of course na hata Marumo Gallants ambayo pia ni ilicheza nusu finali. Umeelewa? Yeah. Ni timu ambayo haina historia yoyote kwenye michuano mikubwa ya, barani Afrika. Ni timu ambayo unaweza kukutana nayo. Kainama, ya, of course unaweza kukutana nayo kwenye preliminary stage ya CAF Champions League. Kama mtu anabisha basi atoe fact lakini huo ndo ukweli. Sa, wata, Mji, ya ini, hata nama, Yanga wameshawahi kukutana na Rivers United kwenye preliminary stage ya CAF Champions League. Sawa. So, so doctor, eh, 2021 22. Corona. Of course. Mm. Kwa hiyo eh na walitolewa nafikiri kama mm, unakumbuka una so, vizuri. Kwa hiyo kwa hiyo ni timu ambayo Uh, unaweza ukakutana uka nao lakini tofautisha timu ambayo imecheza hii michuano imeingia kwenye group stage mara nne, na pia watu watofautishe kusema robo finali. Kuingia robo finali kwenye kila edition ambayo umefika group stage sio jambo jepesi, umeelewa? Watu wanajaribu ku underrate kwa sababu maybe timu zao yaipo, lakini yanga wameshindwa ku progress kwenye robo finali katika uh, group stage yao ya pili tu, umeelewa E, katika miaka ya karibuni, achana na ile ya 1998 ambao walishika mkia kwenye kundi e, msimu uliopita walifanikiwa kwenda robo finali, msimu huu imewashinda. Lakini wanabeza robo finali ya zifu kama robo finali ya CAF Champions League ni jambo la kitoto. Kwa hiyo sio jambo la kitoto robo finali ya CAF Champions League <laughs> ni yani, mtu ukiona anafika robo finali ya CAF Champions League, kila siku narudia, ukiona anafika robo finali ya CAF Champions League, huyo uwe ana uwezo wa kuchukua kombe la kombe la shirikisho pasipo kutumia nguvu, umeelewa? Na kuna timu zimeshakuwa knocked out kwenye michuano hii ya CAF Champions League kwenye preliminary, wakatupwa kwenye shirikisho, wakafika all the way finali na wakatoa taji. Raja Casablanca inakuwa one of the best example. Kwa hiyo kwa nini mtu anatokea huko anaanza kubeza eti robo finali? Timu yako imeshindwa kufika robo finali, unasema robo finali si chochote na hakuna sehemu ambayo Simba walisema wanajivunia kufika robo finali, umeelewa kwamba ndo wanatamani, of course, katika slogan zao zote mara nyingi wanaonekana kutaka kuvuka hatua ya robo finali, umeelewa eh. Kwa hiyo e, ni, ni, ni kitu ambacho Simba wanabidi wakifanye. Sasa in case wanaosema kwamba mechi ni ngumu, of course mi nakubaliana nao, mechi kwa upande wa Simba ni ngumu kwa sababu kuifunga timu ya Misri ambayo imeshakutangulia mabao mawili kwenye mchezo wa kwanza sio jambo rahisi. Afrika kama Simba wataweza kufanya hivyo, uh, itakuwa ni timu ya tatu of course. Umenielewa? Mara mwisho walifa kabla, mara mwisho waliweza kufanya Esperance de Tunis. Umeelewa? Uh, dhidi ya Al Ahli mwaka 2018, Al Ahli walitangulia mabao matatu kwa moja katika first leg ya CAF Champions League finali ambao ulicheza katika uwanja wa Boja la Arab, wakashinda mabao matatu kwa moja waka return leg wakaenda kucheza Tunisia, si umeelewa? E, wakacheza katika dimba la Olympic Stad Hammadi Agrebi nchini Tunisia na wakaweza kupoteza kwa mabao matatu kwa sifuri automatically. Uh, Esperance Sportive de Tunis ikaweza kufanikiwa kutoa taji la mm -hmm. CAF Champions League, lakini kabla ya hiyo 2018, imechukua miaka mingapi? Imagine kwa timu kutoka Misri kutangulia mabao kwa, imagine ya tofauti ya mabao mawili na kupoteza katika second leg, ilikuwa mwaka 1975 ambapo Ghazil El Mahalla waliweza kushinda katika first leg kwa mabao matatu kwa moja dhidi ya Enugu Rangers katika dimba la Mehalla Stadium. Unaelewa? Baadaye wakaenda wakapoteza mchezo katika dimba la Mnambi Azikiwe kule nchini Nigeria kwa mabao matatu sifuri. The same score kama ambavyo Esperance de Tunis ilifanya. Umeelewa? Na automatically wale Enugu Rangers na yenyewe ilikuwa ni finali ya African uh, African Cup of Champions Club, kipindi hicho, ndio hii Champions League ya sasa hivi. Uh, of course Enugu Rangers kipindi hicho timu kutoka Nigeria zilikuwa ni hatari miaka hiyo. Kwa hiyo watu wanabidi waelewe. Kwa hiyo Simba Sports Club itakuwa timu ya ngapi? Ya tatu kama itaweza kufanya comeback ya tofauti ya mabao mawili dhidi ya timu kutoka Misri. Kwa sababu comeback za hivyo zimekuwa nyingi, lakini Mindu Simba ndio inashikilia comeback ya kihistoria zaidi ya kupindua mabao manne sifuri mpaka kufunga mabao matano eh, dhidi ya timu kutoka Zambia. Hiyo ndio inakuwa the best lakini, wa, hii ilikuwa ni ugenini sasa safari hii wanaweza kuweka record ya, lakini pia kwenye CAF Champions League wana record nyingi, lakini ikiwemo kufunga mabao mengi zaidi kwenye group stage. Inakuwa timu ya pili kufunga mabao mengi kwenye group stage, ukitoa kile kipigo cha TP Mazembe ambacho Mazembe waliwahi kumcharanga eh, walishawahi kumcharanga Club Africain of course, mabao nane. Umeelewa? hmm. Simba Sports Club inaungana na timu kama ASEC Mimosas eh, katika timu ambazo zimewahi kushinda mabao saba kwenye hatua ya group stage ya CAF Champions League dhidi ya Horoya. Na mind you Horoya alikuwa ameshinda mechi ya kwanza kwa bao moja sifuri. Sasa e, eh, why not washindwe kumfunga Al-Masry kwa tofauti ya mabao matatu. Umeelewa? Na mara nyingi ujue mabao yanakuwa mengi ukiyafikiria, lakini mchezo ukianza baada ya dakika kumi tu Simba wamepata goli. Unataka kuniambia dakika zingine zilizobaki Simba wanashindwa kupata goli za kuweza ku, ku, ku score kwanza ile level ile aggregate kisha kuangalia namna ya kuweza ku exceed ile aggregate na kuweza kuchukufu kwenda hatua ya nusu finali. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vina eh, na mimi naamini hivyo, kwa sababu Simba Sports Club kama mfano angepita kirahisi dhidi ya Al-Masry, maybe ameenda kule Misri akashinda mbili bila, akaja huko akashinda mbili bila, aka progress kirahisi kama hivi, alafu maybe anakutana na Zamalek, automatically asingekuwa amejifunza chochote kwenye hatua ya nusu finali. Lakini mfano akiprogress hapa wakati alijitengenezea ugumu Misri, kuna kitu tayari amegain kuelekea kwenye safari yake ya nusu fainali ambayo kinaweza kikamsaidia kuingia fainali kirahisi kwa sababu automatically hatarudia makosa. Nini unaona nini, Heavyweight, uh, ambayo inakupa imani kwa ya kwamba Simba bado nafasi yanayo? Uliona kitu ambacho kilitokea uh, kwenye hatua ya makundi, mnyama atakuja kumaliza hapa mchezo uh, si Young Africans basi litapakiwa na bado mambo yatakuwa magumu kwa kwa kwa upande wao wao. Kwa nini kwa Simba hapo unaona kuna e, imani ya wao kuvuka kwenda nusu final? Unajua kwanza nikwambie kitu kimoja, so, wale Al-Masry hawatokuja na plani yoyote ambayo inahusisha kushambulia Minelewa. Of course inawezekana wakaamua hivyo lakini e, kwa, kwa probability ni ndogo kwa sababu tayari wanamtaji wa mabao mawili, maanake watakuja kukaa nyuma ya mpira na hata ukijaribu kuangalia statistics zao msimu huu Eh, sio timu ambayo inaonekana dominant kwenye kumiliki mpira au kumiliki mchezo. Ni timu ambayo ina enjoy zaidi kucheza kutokea eh, kwa, kukaa deep kucheza chini zaidi, kuacha wamiliki wapinzani wa, wa, wa pinzani wamiliki mpira. katika michezo ambayo wamecheza kwenye group stage ni miwili tu dhidi ya Nyimba ndio waliweza kumiliki mpira katika tai zote mbili, mingine yote wao walikuwa chini ya 40% ya umiliki wa mpira. Tafsiri ya haraka haraka, Simba watapewa room ya kuweza kujaribu kufanya anavyoweza kufanya kwenye kushambulia, watajaribu kupoa hiyo space ya kushambulia watakavyoweza kushambulia na Simba haijawahi kushindwa kushambulia timu ambazo ziko kwenye low block. Sijui nanielewa yani kwa sababu timu ambazo zinalinda Simba washambulie wa washindwe. Of course wana wachezaji wenye wa uwezo wa kutumia nafasi finyu au maeneo finyu kuweza kupitisha mipira na kuprogress shambulizi. Na ndio maana ndio timu pekee kwenye ligi kuu eh, kushambulia yani kuwa na wastani mkubwa zaidi kushambulia kupitia eneo la katikati ya uwanja kuliko timu yoyote. Ma- timu zingine nyingi zinakuwa zinakombine maeneo ya pembeni na katikati. Simba Sports Club, hata kama umefinya uwanja kivipi, watapiga pasi kupitia eneo la katikati na watafungua ile defense yako na watakufunga. Kwa hiyo Almasri watakuwa na kazi kubwa sana ya kufanya, lakini hata pembeni, wale mafullback wanaweza wakawa na sura zaidi ya moja. Wanaingia sana ndani sawa, lakini hata pembeni wako vizuri, kwa sababu pembeni eh, advantage kubwa ni kupiga cross. Maana yake ndo, eh, method yenyewe ya, ya, ya, ya kutengeneza shambulizi ukishakuwa karibu na touchline, hakuna namna nyingine zaidi ya kupiga cross kwa hiyo eh, wanaweza wakafanya hivyo pia wakapiga crosses ndani na wakajaribu kuwin zile second ball. Na kama ujui ni kwamba Al-Masry kwenye mipira ya cross sio wazuri sana. Wao kwenye kushambulia zile, kwa sababu ya mtu kama Salah Mohsin na kina Mahluf, lakini wakiwa wanashambuliwa wao, kwenye cross wanakuwa sio effective sana. Kwa hivyo mimi siamini kama Simba wanaenda kutumia cross, lakini watapewa muda wa kushambulia watakavyo, na hapo ndipo Simba watakapopimwa. Je, wanavyoshambulia, wanaweza wakatoka na chochote? Na wakishafungwa goli moja automatically plan inabadilika. Watu wanashindwa kuelewa. Mtu ana- anakaa anajaribu kuunderate tu, unajua? Mm. Almasri akisha concede goli moja, ile structure ya Anis Bejelbene yote, mm, inakuwa imeshafunguliwa. Anabadilisha structure immediately. Anapobadilisha kuna impact mbili. Unaweza ukabadilisha ukarudisha uka mchezo in your favor, lakini vile vile inaweza ikatokea structure uliobadilisha ikakufanya ukaconcede magoli mengi zaidi na zaidi. Si unanielewa? Mm. Of course na ndo kitu ambacho kinawakuta timu nyingi, mfano eh, timu nyingi ambazo zimekula eh, magoli mengi kwa sababu hiyo, ikiwemo wale Horoya, umeelewa? Ikiwemo uh, eh, FC Platinum na timu kadha kadha ambazo zimekuja hapa na kukutana na kipigo, basi miongoni mwao ni unakuta ni hiyo, wana concede goal la mapema, wanapagawa, wanakuja wanachezea magoli mengine mengi zaidi. Kwa hiyo automatically Simba kama wataweza kupata goli moja kwanza, unajua wasifikirie kwamba tutapataje matatu ma, Tafuta kwanza goli moja la mapema. Umeelewa? Hmm. Ukishakuwa kwenye aggregate ya mbili moja, Of course Al Masry lazima atapaga. Umeelewa? Na atakapopaga, maana yake possibility ya kupata goli jingine kwa sababu magoli mawili ni possible tu Simba kuyapata first half. Achana na maneno. Of course chamani, ni possible kabisa Simba kupata magoli mawili, lakini hata historically huyu Al Masry hana hana hana hana, yani huwa hafurukuti katika mechi za away. Umeelewa? Msimu huu sofa hajashinda mechi yote ya away, sawa. Alipoteza bao moja sifuri dhidi ya ya, ya Zamalek ambayo ni ardhi ya nyumbani kwa sababu wote ni wa Misri, lakini alitoa sare ya bao moja kwa moja katika mechi zote mbili kati ya e, Nyimba pamoja na e, Black Bulls Maputo katika mechi zake za away. Sawa. mm -hmm. E, kwa hiyo ni timu ambayo hata kwenye preliminary stage kabla ya kufuzu huko kushinda mechi ya away, kwa hiyo ni timu ambayo haishindi mechi za away lakini mara ya mwisho kushinda mechi ya away ilikuwa ni dhidi ya FC Nwadhibu msimu wa 2020, of course walishinda 3-4 umeelewa? Ya lakini kwenye knockout stage walishinda mara mwisho hatua ya robo finali kwenye mechi ya away ilikuwa mwaka 2018 dhidi ya USM Alja, ambapo waliweza kushinda bao moja sifuri na ndo waliweka rekodi ya kushinda mechi zote mbili za hatua ya robo finali eh, dhidi ya USM Alja sawa, kwa sababu mechi ya kwanza pia waliweza kushinda kwa bao moja sifuri vile vile, kwa hivyo Uh, sio kwamba ana historia ya kutisha kwenye uh, robo fainali au kwenye mechi za away kwa ujumla wake kwenye hatua yote kuanzia preliminary mpaka uh, knockout stage ya kombe la shirikisho. Swali langu la naomba niliweke la mwisho kwa siku ya leo Heavyweight, unahisi hii mechi eh, itakuwa ni kipimo cha kupima mwalimu Fadru kwamba ni mwalimu ambaye anaweza kuibeba timu ikiwa katika hali yoyote na kuifikisha kwenye nchi yake. Of course, yes, hiyo ni, ni, ni, ni kitu ambacho ni true kabisa. Kama ikitokea kuna yaani, kuna moment kocha ye mwenyewe anaelewa, unanielewa, kwamba hapa huu mtihani ni mzito, na kocha mkubwa automatically anapimwa na mechi nzito vile vile, tayari nimesha concede mabao mawili Inelewa. ambayo ningeweza kuyaepuka katika mchezo wa kwanza. Je, mm -hmm. nafanya vipi? Unajua mwaka 2021 Simba ilikuwa ina uwezo wa kwenda fainali ya CAF Champions League. Umeelewa? Uh, Orlando. Okay. Ah ah, ya Champions League. Champions League. Of course, yeah, okay. Walitolewa na Kaizer Chiefs ambayo ilienda moja kwa moja mpaka fainali. Mm. -hmm. Umeelewa, mechi ile away Didier Gomes da Rosa ndo aliharibu kwa sababu alikuwa anajaribu kujiaminisha kwamba ataweza kupata goli da away. Matokeo yake akawa ya anazidi kuconcede pasipo kupata Bao lolote automatically kamjengea mlima mrefu katika mechi ya marudiano. Ni Doktor, kocha mzuri lakini angalia alivyo alivyoruin kariera yake. Kwa sababu kama angeweza kufika finali ya CAF Champions League akiwa na Simba, mm, automatically angekuwa ameweka CV kubwa na kikosi cha kuweza kufika finali kwa kipindi kile alikuwa nacho. Mm. Wachezaji wengi walikuwa wana perform vizuri. Louis Mixon mpaka ali Al Ahli waliamini huyu ni mchezaji wa kucheza uh, Club of Century. Mm. Sasa mwisho wa siku aliruin kwa sababu gani? Kwa sababu Uh, alijaribu kujiaminisha kwamba mimi naweza nikapata walau goli katika ardhi ya ugenini. Matokeo yake akajikuta anazidi kuconcede bao, unaelewa, dhidi ya Kaizer Chiefs ambayo ilikuwa inapa, ina, underperform sana kwenye michezo ya ligi unaelewa. Kwa hiyo automatically game plan eh, kwenye knockout stage zinaamua sana uwezo wa kocha kimbinu na kifikra. Kwa hiyo hiyo ni kipimo kikubwa sana kwa Fadlu, na bado kijana hana uzoefu mkubwa kwenye hii michuano lakini kama ata turn vitu around na kuweza kufuzu kuprogress kwenda na nusu finali, atatengeneza CV nzuri zaidi ya kuaminika zaidi. Lakini kama atashindwa ku progress, automatically yeye mwenyewe atakuwa amefail kile kipimo na sitoshangaa kusikia kama Simba wanaamua kumuondosha kwenye kikosi, possible, ingawa sio lazima, lakini possible ipo kwamba akishindwa ku progress kwa sababu itapia ita, itaangaliwa ita ameondoshwa katika namna gani? Mfano akija akifungwa mendelewa. Itakuwa ni kwa mara ya pili Al-Masry masri wanashinda home and away toka waliposhinda mwaka 2018. Kwa hiyo mm -hmm, usidhani kama Simba wataku- wata entertain hilo swala. Kwa hivyo ni kipimo kikubwa sana na kinatisha. Anatakiwa ajiangalie. Hiyo ni ndoto nzito. Ndoto ya kutisha kwa Fadlu Davis, si mchezo. Ni ndoto ya kutisha. Sawa. Yeah. Anaitwa Dulla Heavyweight ama Heavyweight_Dulla ndivyo unavyoweza kumpata kwenye mitandao ya kijamii. We kama unawa kwako leta, alafu wajibizane kwa hoja. Hatutaki mashambulio binafsi, kama maelezo yake awali, ya awali alivyoyazungumza. Sisi kwa hapa tunaweka nukta. Yapo mengi ambayo tutakusogezea kadri ya vile ambavyo tutakuandalia wewe mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi vyetu. Tuendelee tu kukuambia kwa kwamba ulambaze nasi katika kila kona ya kimitandao ya kijamii kama Wisport_tv.